Lakini moyo wetu mioyo zetu zikiwa sio za ukweli, zatafuta dini mtu aweze kukubali sunna. Inahitaji watu wa kweli, sisi tukiwa wa kweli Allah tabarak wa taala tusaidishie, na dalili ya kwamba nyinyi, wallahi, alhamdu ni wa kweli, angalia msikiti uliokuwa unaokuja hapa na neema mliokuwa nayo, hakuna sehemu nyingine, tunaenda sisi tunapita, unakuta hawana mwalimu na mwalimu aliyokuwepa amechanganyikana na bid'a. Na katika msiba ambao nimeukuta mimi, nimefika shamba pale, nimekuta wana janga la, la bid'a. Hawa watu wa sunna ambao wako pale, nikampigia ile Sheikh Khalid nikaongea naye akaniambia, sawa, unakuja huku, kwa sababu ilikuwa ni Ijumaa jana, lakini tuna janga la bid'a, ndugu zetu wa sunna wamewakumbatia watu wa maulidi. Aha, nikajua kwamba hapa kuna tatizo la ukweli katika dini, ukweli katika sunna, kwa sababu Allah anawapenda watu wakweli. Na dini hii amewaandalia watu wakweli. Ndio maana utaona masahaba juhudi walizozifanya walikuwa ni wakweli. Ndio maana mtu ameacha wazazi, kaacha mke, kwa ajili ya nini? Ya kuitetea dini. Ni mkweli. Sasa pale kuna baadhi ya watu wanaitetea bidaa na wanashirikiana kabisa na bidaa. Kuna mmoja nilikuwa nasimulia, anasema wanamwambia jambo la khitma ni jambo la bidaa, si khitma inafahamika, lakini mtu yule anasema ah, ingia ubalinga ni ya kidogo kidogo mpaka ubadilika. Baada ya hapo, yeye ndo ni mtu wa maulidi, ni mtu wa khitma, kwa sababu ya kukosekana ukweli wa dini Sasa nilipozungumza pale, kuna baadhi ya watu wakasema kwamba shekhe amekuja kutusema. Mimi nimezungumza kauli za wanachuoni, sina maneno yangu ambayo nimeyasema me, ni tu ni kauli za wanachuoni. Unasemaje kunako bidaa? Sasa ile shekhe akaniambia, Shekhalidi bwana, sisi tuna, tuna kampeni ya kupambana na bidaa. Unamjua Ali Sata, sata yule kagimbo amekuwa si shekhe wa nini wa mtaa, sijui shekhe wa nini yeye. Si alipokuwa kipewa na saha, anasema unajua, mtabadilisha mimi? Huwezi kuwabadilisha wakati huna msingi, kitu kinacho tukosti sisi. Mtu anaweza kona, mimi naweza kuwabadilisha watu wa bidaa wale, lakini wewe huna silaha, huna msingi, uwezo kuwabadilisha wale. Na mtu anayekaa na watu wa bidaa na kuchanganyikana nao hasalimiki Aidha awe na shubha, aidha awe na fitina kwa watu wengine, ama awe na kitu kwenye moyo wake. Ni sababu ya kuteleza. Na haya maneno ameyataja alimamu Sufyani Thauri, kama mtu anayekaa na watu wa bid'a hasalimiki na moja ya mambo matatu. Sasa ndugu zetu hawa hawakuelewa bid'a, muda mrefu Ansar Sunna hakuelewa bid'a atu. Nazani nyinyi ndio mkuu hapo, hamkuwai kukaa zungumzi ya kinyume cha sunna yani bid kaelezo bida yenyewe kwamba hii ni maulidi, uhakika wake ni huu, tujiepushe nayo. Hii ni, ni hivi hapo, kuna bida hizi na hizi. Sisi tumesoma tujui tum, tumeambiwa maulidi ni bida na hitma ni bida a, lakini tunakaa tunaona, wale mashekhe wale wanazunguka nyuma, wanaenda kukula wali wa hitma. Unaona, kwamba sisi tuwe watu wa sunna poa. Sasa ndio sunna iliyoko kuna. Yaani unakuwa ni mtu wa sunna, lakini mtu sunna poa, mtu wa bid'a au muoni mtu mbaya, wala mtu wa ushirikina wa, wa, wa mtu mbaya, kwa sababu upewi misingi. Mfano tukio limetoka Bukoba hayo yote na, nasema kwa sababu ya watu kuwa wa kweli kwenye dini. kuna mwaka miaka ya nyuma mnamjua ile Sheikh Musa Bukoba mjini, Ansari nadhani amelingania kipindi cha nyuma zamani hapo, yeye ndio mwalimu wangu katika Ansari. Miaka ya nyuma alikuwa akija mpaka huku anakemea ushia, na wao wana maneno yao mengi ya kukemea ushia, lakini mwaka elfu mbili na ishirini na moja hivi au ishirini na mbili walipokuwa wakivutana wao na Ansari Sunna. Ansari Sunna na Jasuta walipambania vituo zani habari mnazipata kutoka mjini, wakaomba walienda kufanya u, nini, ilikuwa ni baraza la Idi pale Jaffa kule shule ya kishia ii, baada ya kuna, anasema sisi hatushirikiani nao, mmepatapataje huu uwanja wakati zipo, zipo viwanja vingi vya serikali ao ni kupeka barua tu mkapewa, kwa nini mje humu? a Oh, wakajitetea vi, Kali. Lakini baadaye habari kuchimbuka, kuna ushirikiano fulani una wao, hali ya kuwa Mashia ni watu wabaya sana katika dini ya Uislamu. Ndio maana Sheikhul Islam ibn Taymiyyah anasema, wanasema mama Mayahudi wakitaka kuharibu Uislamu wanatumia Mashia, Mashia ndo farasi wao. Ndio maana unaona hadi hadi kadhia iliyopo sasa hivi ya Palestina Mashia wako kimya na wakati wako karibu ni kwa sababu wao wale Mayahudi ni ndugu zao, kwa sababu asili ya dini yao ni Mayahudi. Kwa hiyo muda huu mfupi, mengine tutayazungumza baadaye insha Allah. Ni kwamba sisi na saha zangu ni sisi tuwe wa kweli, tumeamua kutoka kule kuhamia hapa, na tukampokea mwalimu wetu ambaye tutoka naye huko sisi tunabidi tuwe wa kweli kwenye kile ambacho anatuelekeza, kile kile ambacho ni msingi amekupa. Huu ni wadini na sisi tunamdhania kheri shekhe wetu kwamba lazima watakaochukua wanazungumza, wamemtangulia wanachuoni maulamaa, na ndo usalafi uko hivyo. Kauli itakayosemwa basi imejengewa msingi kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na misingi hii, baada ya kuambia watu warejee kwenye misingi hii hawakukubali. Kwa sababu gani? Inazuia baadhi ya mambo ambayo ni mambo ya kimaslahi ya kidunia. Kwa mfano tulizungumzia sisi mashule, yale mashule ambayo yanaitwa islamiki. Wallahi kuna khiana inafanyika lakini Waislamu huwa wazinduki Yani bora mwanao mpeleke kwenye serikali kwa sababu wengi wanampeleka kwa ajili ya lengo la dini. Kwamba ah hii, ni, ni shule fulani, ibn fulani, Islamic. Akijua kumpeleka kule kwamba kuna salama ya dini, lakini tizama kipindi cha dini kina nafasi gani? Sijui kama mko na wazazi wa, wa, wa, wazazi wanapeleka watoto huko kwenye mashule Islamic. Lakini ukienda kule tizama nafasi ya... Kwa sababu lengo la kumpeleka mtoto ni angalau atoke anajua kala Allahu kala rasul mimi nasema haya kwa sababu najua ile shule ya Kudusi. Kudusi inaanza, sisi tuko pale tunatia mchango wetu na nguvu zetu, tunaenda siku kila siku ya Jumapili tulikuwa na sisi tunaenda kujitolea, kubeba mawe, kubeba simenti na kusaidizana na mafundi, kuanzia asubuhi mpaka saa 12. Tukiahidiwa kwamba wanafunzi, watoto wenu wale vijana na wale, wale wazee waliokuwepo, wale watoto wao watasoma kwa bei nafuu au wengine wakatuambia, kauli ya kwanza ilikuja mtasoma bure, watoto wao watasoma bure kabisa bila kulipa, kwa sababu hiki ni kituo cha watu wa Sunna. Tukapambana sasa, wazazi wengine wakajitoa, wakajinyima kilivyokuwepo. Ikawa sasa ni biashara, huwezi kumleta mtoto mpaka una mamilioni ya pesa. Ukirejea kwenye upande wa dini kipindi utakuta kinalisaidi ni moja kuliko ki, kwa lengo la shule lilivyo na ili lisali moja. Hii ni dhulma, nakuwam wadhulumu watoto. Kama watasoma wa boarding, watasoma asubuhi, awezekana. Sasa hata ukitizama wale walimu walioletwa pale kusimamia vijana, ni watu tu wamesoma sekula, basi wamekuja pale, hawezi kupata faida. Sasa sali moja hili na lengo sisi tumemleta mtoto hapa ili apate faida sasa tulivyosimama sisi kusema bwana, watoto wanabidi wasome hivi na hivi, ikana hawa vijana wametumwa. Sasa hatujatumwa lipinge, sasa useme ukweli kwamba wanasoma wasomi, pesa zinazochangwa zinaenda wapi? Mnakula au hamli? Atuseme si msile, lakini kionekane kitu kifanyike. Tumechanga sisi, ujengwe msikiti, si ndio? Zile pesa tunazozitoa sisi, nia yetu ni kuta, kutafuta pepo kupitia nini, lakini kesho tunakuona unaendesha pikipiki mpya, alafu msikiti ulipoishia ndo hapo hapo tunakuza niaje kheli. Lakini sisi tunahisi watu ndugu zetu na watu wa huku ni wapoe sana, lakini wanatishwa na mudiru, si ndio? Mudiru mudiru akija hapa, mtu akija kama mudiru kama mtume sasa mtu hawezi kufanya maamuzi ya sunna barambo na eh, bata mudiru karaija hivi na hivi. Akija mudiru mwenyewe anazungumza mambo yake, msikiti lazima uchange pesa, ziende hivi na hivi. Mbona mtuletei mwalimu <coughs> sindio mwalimu, mbona haji? Tunakusanya pesa zinaenda huko kwa Sheikh Barayani, zinaenda Ikulu zinapita, si zinaenda jimbo, si zinaenda wapi? Zina mizunguko mingi sasa lengo zima ni sunna, na mkoa wetu huu unafahamika katika mikoa mingi. Katika mikoa ambayo ilitangulia kupata usunna ni mkoa huu, yaani mwanzo mwanzo watu wanapokea sunna mkoa huu unaongoza. Lakini sunna iliyopokelewa ni sunna ambayo ndani yake ina, ina vumbi watu hawaifikii sawasawa, mpaka imefikia hali mtu ajui kwamba hii ni sunna hii sio sunna, isipokuwa anajua sunna ni mkoa wake wanne kukata nisifu zake na kutikisa kidole basi na, na ndevu, eh, alhamdulillah ndevu basi. Wakati hii ni katika vichache vya sunna. Katika sunna pia kujua tauhidi a taakuta maulama tauhid wanaita sunna, kwa sababu ndo dini ndo dini, wameandika vitabu vinaitwa sunna. Ndo unakuta sasa asili ya dini, mimi mpaka wazee wetu we baadhi ya wazee hawajui hadi tauhidi na wamekaa pale miaka mingi, wengi utakuta hawajui kusoma Qur'ani. Mimi mwenyewe nikititia mfano kwa mama yangu, mii mama yangu nimekuja kuwa ni na akili nimekuta nasoma kwa Maanswari, mpaka leo alikuwa anasoma, lakini msafu hajawahi kumaliza, miaka karibia 28 <laughs> na hapa kiasi alichokifika sasa hivi ana kama juzuu kumi au kumi na tano amesoma kwa mtu mwingine mgeni kabisa yuko pale mjini na yeye alivyokuja kaonekana na juhudi, akapigwa vita huyu. <laughs> salafi huyu, sasa y <ye laughs> amejitolea na kufundisha wa kinamama vizuri mama. Ni mtu hapa kama chuma Nurain, s si kama mnamjua, nafahamu yeye alipokuja pale alijitahidi sana kuwafundisha wana sasa wanawake, kaona kaonaku mmm, tunakaa tupati kitu miaka yote kabati mpaka leo imejaa madaftari kama haya yameandikwa Kiswahili tu. Ukimwambia mwanamke wala mmoja, simama hapo Yaani utuonyeshe namna ya kushika udhu hawezi mimi wangu walifanya ziara walienda kufanya ziara ilikuwa si kama elfu mbili kumi na ngapi walienda Uganda nasema ilifanyika Uganda walienda wanawake tu kwanza walienda kule wanawambia wanawake mwambie wanaume wenu maharimu wenu ni sisi mashehe zenu kitu ambacho mimi alimpigia maharimu wetu wametuambia ni mashekhe hili wamelipata wapi? Akasema tushaambiwa. Nikaja kusikia ashaenda maharimu, ao ni nani? wakati mahari, maharimu ao ni nani? anabidi awe mume, awe nani, baba yake au kaka yake, ambao maharim ni yule ambayo ni haramu yeye kufanya nini, kumwoa. Shekhe a wameenda mashekhe, ndio wanaosimamia wake za watu. Mipaka ya sheria inasemaje kwa wake za watu mepakiza kwenye kosta mpeleka, amekaa karibia wiki nzima, amerudi. Sunna hii ambayo mtume amekataza, mwanamke asafiri peke yake isipokuwa na mahrim. Hija hawezi kuifanya hija mwanamke mpaka awe na mahrim Ali, ana mali, ana mali nyingi, lakini hana mahrim, hawezi kufanya hija kwa sababu sio uwezo. Ana uwezo ni yani, uwezo sio mali tu kinachoongezeka, lazima awe na mahrim, la sivyo basi ampe mtu, mtu pesa, akamfanyia nini Hawa wamewabeba kwenye kosta moja na kuwapeleka Uganda, wakazungusha huku na kule, wakawarejesha. Ah, sasa hatuwezi kuwafanya na chochote. Sheria inasemaje? Sawa, sheria sio kwamba tutafanya nini, sheria inasemaje? Tukianza kuzungumza matukio kuzungumza matukio haya tunayacha mambo binafsi, lakini lazima pia kufikia hali ya kuyazungumza pia ni, ni muhimu kwa sababu ya kuchukua salama watoto wetu na vizazi vyetu. Kwa hiyo mimi nikomea hapa, mkapumzike ili tupate muda mwingine insha Allah. Nadhani shekhe wetu atatutangazia muda, tutazungumza mengi insha Allah, insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa waatubu ileika.